Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri huko Washington, Marekani. Jina langu ni Ramadhani Fupi. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa kauli kali dhidi ya serikali ya Iran akisema kwamba endapo nchi hiyo itaendelea kuwafadhili wapiganaji wa kihodhi nchini Yemen, ataiwajibisha nchi hiyo ipasavyo, kwa maana Iran italipia kwa hiko wanachokifanya. Donald Trump amesema kwamba wapiganaji wa kihodhi waliopo huko Yemen wamekuwa wakifanya mashambulizi ya mara kwa mara kwa sababu ya msaada wanaoupata kutoka Iran. Trump ameongeza kwamba wahodhi wanapata jeuri hiyo kwa sababu ya Iran, na hivyo naionya Iran kuacha mara moja kuwaunga mkono wapiganaji hao anaowaita magaidi. Itakumbukwa wapiganaji wa, wa kihodhi waliripoti miripuko kadhaa katika mji mkuu wa Sanaa na mkoa wa kaskazini wa Saada mahali ilipo ngome kuu ya wapiganaji hao huku mashambulizi mbalimbali mbali ya anga yakiripotiwa katika siku ya Jumapili ambapo mashambulizi hayo kwa pamoja yalitekelezwa na Marekani. Katika shambulizi hilo lililofanywa na Marekani, kwa mujibu wa wizara ya afya iliyo chini ya mamlaka ya wapiganaji wa Kihouthi huko Yemen, imesema kwamba watu takriban thelathini na mmoja walifariki wakiwemo wanawake na watoto. Huku zaidi ya watu mia moja wakiripotiwa kujeruhiwa katika shambulizi hilo. Marekani imesema kwamba dhamira ya shambulizi hilo ni kuhakikisha wanalitokomeza kabisa kundi hilo katika ukanda wa mashariki. Pia Marekani ilisema kwamba shambulizi hilo dhidi ya wahodhi ni ishara na alama tosha kwa taifa la Iran. Hata hivyo, serikali ya Iran imejibu kuwa tishio lolote litakalotekelezwa kivitendo dhidi yake litakabiliwa na majibu ya kuumiza na ya maangamizi. Hayo ni kwa mujibu wa kamanda mkuu wa jeshi la ulinzi la Iran RGC jenerali Hussein Salami. Kadhalika makundi mbalimbali mbali ya wapiganaji likiwemo kundi la Hamas kutoka ukanda wa Gaza na Hezbollah kutoka Lebanon kwa pamoja, wamelaani shambulizi hilo lililofanywa na Marekani dhidi ya wahodhi wa Yemen. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Jina langu ni Ramadhani Fupi.